Kwa wale clients wangu wenye wanaona hindi na wabamba, ndo hii hapa naiona. Fanya nsafi tv yako hapo, vitu zingine zote hapo kando. Disaini yako ni hivi simple.